Mpenzi na mke wa msanii Mario Badi hapa nazungumzia the real Paula Kajala kaweza kutoa yaliyoko moyoni mwake ikiwa ni baada ya kuchokozwa na mshabiki yake katika mtandao wake wa Instagram. Kufuatia picha yake ambayo aliweza kuiposti majira ya juzi eh, kuna shabiki alikuja ka comment inshu fulani kuhusiana na Niffer ambaye kwa sasa yuko kizuizini eh, kwa ajili ya kesi yake kuendelea ya uchochezi. So shabiki huyu ambaye alikuja kuandika ujumbe mzito kumwandikia The Real Paula Kajala kumwambia kwamba mbona siku za nyuma eh, mwanadada Niffer amekuwa akiwa support sana katika nchi zenu, na kuna clip ambayo ilikuwa inasambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii kimeonyesha Niffer akizungumzia kuhusu na jinsi alivyoweza kumsupport mwanadada huyu ambaye ni The Real Paula Kajala eh, katika product yake ambayo aliweza kuitoa siku za hivi karibuni, ambapo katika product hiyo naweza kusema kwamba Niffer alienda direct na E, akaonesha sapoti yake kwa kununua na vitu kama hivyo so, huyo shabiki alikuja kuuliza mbona kama vile mmemtenga mem, nifa amsimami naye katika wakati huu mgumu, lakini mnajifanya ni watu ambao mnakuaga bega kwa bega katika vitu vingine ila kasoro, katika hili mmeamua kukaa kimya. Sasa e, The Real Paula Kajala mwenyewe alikuja kwa kujibu e, kwa ujumbe mzito sana ambaye nitaenda kusomea lakini baada hapo nitaenda kusomea pia katika upande e, wa e, comment section wadau walikuwa wanasemaje kufuatia hili andiko ambalo ikiweza kulijibu the real Paula Kajala. Eh, katika mtandao wa Instagram baada ya The Real Paula Kajala kuposti hiyo picha ambayo amevalia mavazi ya kijani, alikuja shabiki yake mmoja, shabiki huyu ambaye alikuja kuandika mazito na kutoa yaliyoko moyoni, of course, na kuandika ujumbe huu ambao tena kuunuku jinsi kama ulivyo bila kupunguza chochote wala kuongeza chochote. Ikiwa ni masaa mawili yameweza kupita, ujumbe huu umeweza kupata E, tisini na mbili, njoo nikusomee katika kile ambacho shabiki huyu ameweza kuuliza. Shabiki anaitwa Halo Familia, akaweza kuandika kwa kwamba Niffer, na kukusapoti kote kule, leo hii hata kwenda mahakamani au kusapoti, ila kusapoti biashara zake hata kuziposti umeshindwa afu akaflash na emoji za mikono kuonyesha du hili jambo ni hatari, akaflash na emoji za machozi za kulia. So akaja The Real Paula Kajala kwa kumjibu kwa kile ambacho shabiki huyu amekiandika, ikiwa ni kuonyesha kwamba hajapendezwa na kile ambacho shabiki huyu ameweza kuandika. Kaweza kuandika kwa ujumbe huu ambao nitaenda kusomea, ujumbe huu mrefu wa The Real Paula Kajala: you guys hamtakiwi kujaji vitu ambavyo hata hamvijui kumsupport kwangu sio lazima nyie wote mwone yeye, anajua yeah. Nimemsupport na watu wake wote wa karibu wanajua, wakishajua wao na kuappreciate inatosha. Usongee vitu ambavyo hamna uhakika navyo, please. Narudia ujumbe huu ambao kaweza kuandika The real Paula Kajala. You guys hamtaki kujaji vitu ambavyo hata hamvijui. kumsupport kwangu sio lazima nyie wote mwone ye. Anajua nimemsupport na watu wake wa karibu wanajua, wakishajua wao na, na ku appreciate inatosha, usiongee vitu ambavyo hamna uhakika navyo. Sasa nilikuwa napitia baadhi ya comment za wadau, walikuwa wanasemaje kufuatia andiko hili ambalo the real Paula Kajala. The real Paula Kajala kaweza kujibu. Anaitwa Hawajebele kaweza kusema kwamba ila hii media huwaga ni ya Paula tu, maana sielewagi mwingine. Kaweza kusema kwamba so, mnaikaga kila kitu hadharani, onyesha sasa mwingine akaweza kusema kwamba ndo walivyotuzoesha maisha yao, kila kitu kamera. Mwingine akaweza kusema kwamba wakienda kutoa misaada kwa watoto yatima wana posti, ila kumsapoti mtu ambaye anakuuzia vitu vyako nyuma ya kamera. Mwingine akaweza kusema kwamba amepata hii tabia kwa mama yake, sio mtu wa maneno, yuko kimya Mwingine akiweza kusema kwamba yule mtoto da. Mwingine akiweza kusema kwamba naona e, kuna kisuma, kina, kuna kisuma kinachemka chemka. Huku hizi ni baadhi ya e, comment za dawa ambazo walikuwa nazijibu e, kufuatia kile ambacho ameweza kuandika The Real Paula Kajala. Wewe unazungumzaje? Ile show comment yako hapo chini.